Huyo ameuliza anasema, wapo wanawake hawarushi maji. Anasema dokta, wapo wanawake hawarushi maji lakini hufika kileleni. Hilo ilikuwa ni swali lake namba moja, kwamba je, wapo wanawake ambao hawarushi maji wafika kileleni. Lakini namba mbili anasema je, hao wanawezaje kurusha hayo maji, kwamba hao wanawake ambao sasa wenyewe wanafika kileleni pasipo kurusha, wanaofika kileleni kurusha kwa njia hiyo, je hao wanawezaje kurusha hayo maji? Huyu ni mwanaume ambaye aliyekuwa anataka kujua. Swali namba moja nimesema ameuliza wapo wanawake hawarushi maji? Hilo lilikuwa ni swali namba moja anasema maji lakini ufika kileleni? Hilo ilikuwa ni swali namba moja. Namba mbili akaweka msisitizo akasema, "Je, hao nao wanawezaje kurusha hayo maji?" So, hili ni moja ya somo ambalo katika chaneli yangu ya YouTube nimeelezea kwa kina na upana sana. Nenda YouTube andika Kuboja Joseph kwa herufi kubwa, Kuboja Joseph. K U B O J A Joseph. Kuboja Joseph, aandika kule wanawake wanaopata ugumu kuweza kufika kileleni. Wanawake wanaopata ugumu kuweza kufika kileleni. Ukiendelea, okay, kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii kama Facebook na sehemu zinginezo, nitaweka link kule, lakini ukienda kule YouTube utajifunza somo hili kwa upana sana. Nimeelezea kwa kina sana kwamba mwanamke huyu ambaye anayefika kileleni kwa njia ya kawaida pasipo kurusha maji. Nimeelezea na nini kinatokea katika mwili wake, lakini pia je, hao pia wanaweza wakarusha maji kwa njia hiyo ambayo wanafika kileleni? Ukienda YouTube kule utapata uhondo wote na utaalamu wote. Nenda YouTube, Kuboja Joseph. Utaweza kuweza kujifunza elimu hii kwa upana zaidi. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa wa magonjwa wa lishe, pamoja na mahusiano. Takie siku njema na Mungu akubariki, bye bye.